Karibu sana kwenye podcast ya Kenya Wantamnotam Movement au unaweza kuita KWM. Leo tunazama kwenye makala yao moja muhimu sana. Makala ambayo kiukweli inatuuliza swali ambalo linatuhusu sote. Swali lenyewe ni je, tutaendelea hivi hivi? Taifa lililogawanyika, lililokwama, kila mtu na mambo yake au tutaamua kuungana na kuwa timu moja yenye lengo moja? Basi ka chonjo kwa sababu tutaivunja vunja hoja yao, tuone kwa nini umoja, kulingana na wao, sio tu wazo zuri, bali ni lazima, ni swala la uhai kwa mustakabali wa Kenya. Sawa, hebu tuanze moja kwa moja na kini cha hoja nzima hii. Nukuu unayoiona hapo sio maneno ya urembo tu, lahasha. Ni ukweli wa kihistoria yani. Makala inasema ebu fikiria kidogo historia yetu, hakuna ushindi wowote mkubwa ambao tumewahi kuupata kama nchi iwe ni kupata uhuru, kupitisha katiba mpya, au hata mabadiliko makubwa ya kijamii uliopatikana na kabila moja au kundi moja pekee. Kila hatua kubwa mbele imetokea tu pale Wakenya kutoka kila kona waliposema, tofauti zetu kando, lengo ni moja. Huu ndio msingi wa kila kitu tutakachozungumzia. So, tatizo haswa ni nini? Kulingana na KWM, ni hili hapa, mgawanyiko. Taifa limegawanyika wanasema huu mgawanyiko wa kikabila wa kisiasa hata wa kieneo ndio unaotufanya tuzunguke tu kwenye duara bila kusonga mbele. Yani, hebu fikiria, ni kama gari. Gari lina matairi manne mazima, lakini kila tairi linataka kuelekea upande wake. Unafikiri nini kitatokea? Ni kelele tu, moshi mwingi, lakini safari haiendi popote. Hiyo ndio picha ya hali yetu. Na hapa sasa ndipo msumari unapogongwa. Hebu niambie, bei ya unga ikipanda inakuuliza wewe ni wa kabila gani kabla ya kukuumiza mfuko? Barabara ikiwa na mashimo inachagua ni watu wa eneo gani tu itakayowatesa? Jibu ni hapana. Shida zetu kama Wakenya hazina mipaka, hazitambui kaunti wala ukabila. Kwa hiyo, KWM wanauliza ni upuuzi gani huu wa kufikiria kwamba suluhu inaweza kutoka kwa kikundi kimoja tu. Kama shida ni ya kitaifa, basi jibu lazima liwe la kitaifa. Ni rahisi hivyo. Okay, sasa tuilete hii story nyumbani. Tuone jinsi hili tatizo kubwa la kitaifa linavyokuwa ni jambo la binafsi, linalokugusa wewe na mimi kila siku bila kujali jina lako wala kijiji unachotoka. Hapa ndipo tunapoacha siasa kubwa na kuingia kwenye maisha yetu halisi. Hili ndilo jambo lenyewe. Maamuzi mabovu yanayofanywa na, na viongozi haiishii tu kwenye TV. Yanagonga mlango wako, yanakuja moja kwa moja kwenye mfuko wako wakati unashindwa kununua vitu vya msingi. Yanaonekana kwenye shule ya mtoto wako, kwenye madawati yaliyovunjika. Yanaisiwa kwenye foleni ndefu unayopanga hospitalini. Sio swala la wao, ni swala la wewe na mimi. Maumivu haya ni yetu sote, yanatuunganisha. Na hapa kuna jambo la kuelewa vizuri sana, makala inavunja ile dhana kwamba shida za kiuchumi ni za watu fulani. Ufisadi ni kama moto wa msitu unateketeza kila kitu bila kuchagua. Mabilioni yanapopotea yanaacha mashimo kwenye bajeti ya kila kaunti. Mfumuko wa bei unapopanda unapunguza nguvu ya shilingi iliyo mfukoni mwa kila Mkenya, haijalishi unaongea lugha gani. Hawa ni maadui wasio na macho, wanatushambulia sote kwa pamoja. Mia tano. Nambari hii ina uzito mkubwa, hasa kwa vijana. Inawakilisha maombi ya kazi. Unaweza kuwa na shahada nzuri, uwe mchapa kazi na utume maombi ya kazi mia tano, lakini ukweli mchungu ni kwamba mara nyingi kinachoamua kama utapata kazi sio CV yako, bali ni nani unayemjua. Huu ni mfumo uliovunjika, mfumo unauawa ndoto za vijana wetu. Na hoja ya KWM ni hii: badala ya kila kijana kulia peke yake Vipi tukijenga mtandao wetu wenyewe kama Wakenya, mtandao unaojali uwezo, sio jina la ukoo. Sasa hii inagusa moyo kabisa, kwa sababu ni uhalisia. Hakuna mahali ambapo umoja wetu unadhihirika kama kwenye shida za afya. Unapokuwa mgonjwa, wewe au mpendwa wako, hakuna anayeuliza kabila lako. Wote mnasubiri kwenye foleni moja, wote mnaomba dawa zipatikane. Mbele ya ugonjwa, sote tuko sawa tuko kwenye boti mmoja inayovuja, na kama hatutashirikiana kuiziba tutazama sote pamoja. Okay, swali zuri sasa ni hili: kama shida ni zetu sote, kama maumivu ni yetu sote, mbona tunagombana sisi kwa sisi? Kwa nini kuna chuki na mgawanyiko kiasi hiki? Makala haya yanatupa jibu la moja kwa moja, jibu ambalo linaweza kukushtua. Na hapa sasa, hapa ndipo mchezo mzima unafichuliwa. KWM inasema mgawanyiko huu wa kikabila sio kitu cha bahati mbaya, unatengenezwa unachochewa kimakusudi. Ni mbinu ya zamani ya gawanya na utawale. Wanakufanya wewe na jirani yako muoneane maadui kwa sababu ya majina yenu, huku wao wale wanaonufaika na mfumo mbovu wakiendelea na sherehe yao kimya kimya. Yaani sisi tunapigana vijembe, wao wanagawana nyama. Mgawanyiko wetu ndo unaowapa nguvu. Sawa, tumeona tatizo Tumeona chanzo chake na tumeona adui halisi ni nani. Sasa tufanye nini? Hapa ndipo makala yanageuka kutoka kulalamika na kuanza kuonyesha njia, na njia yenyewe haiko kwenye maneno mengi, iko kwenye vitendo. Sasa hebu tuwe wa kweli, tumegeuka kuwa mabingwa wa kulalamika mitandaoni, si ndio? Tunatwit kwa hasira, tunashea video za TikTok, tunajisikia kama tumefanya kitu lakini KWM inasema, ukweli ni mchungu. Tweet haijawahi kusafisha barabara, video ya TikTok haijawahi kujenga zahanati. Mabadiliko ya kweli yale unayoweza kuona na kugusa, yanatokea pale tunapotoka nyuma ya simu zetu, tunakutana uso kwa uso, tunajipanga na tunaanza kufanya kazi. Na hapa ndipo KWM inaleta wazo rahisi lakini lenye nguvu sana. Wanasema, hauhitaji kuanzisha chama cha siasa. Hauhitaji umati wa maelfu ya watu. Mabadiliko ya kweli yanaweza kuanza na watu watano tu, wewe na marafiki zako wanne unaowaamini. Fikiria nguvu iliyopo hapo, watu watano wenye nia moja, wanaoweza kuanzisha kitu kidogo ambacho kinaweza kukua na kuwa kitu kikubwa sana. So, mpango wa kazi ukoje? Ni rahisi hatua nne tu, na hizi hatua zinaweza kufanywa popote, kijijini kwako, mtaani kwako. Hatua ya kwanza, kutana. Anza na wale watu wako watano. Pili, jipange, zungumzieni shida zenu, sio za nchi nzima, bali za eneo lenu, na panga nini cha kufanya. Tatu, tenda, anzeni na kitu kidogo, hata kama ni kufyeka majani, anzeni tu. Na nne, muhimu sana, onyesha matokeo. Piga picha, waambie watu, ili wengine wapate msukumo wa kuiga inaijua ile kauli mbiu TEAM, Together everyone achieves more, yani pamoja kila mtu anafanikiwa zaidi. Sasa KWM wanasema tusahau vile tulivyoizoea kwenye mikutano ya ofisini hapa. Hii siyo kauli mbiu ya kujisikia vizuri, huu ni mkakati wa kuishi. Ni kanuni inayosema kama tunataka mitaa salama, masoko safi na shule bora, ni lazima tuifanye wenyewe pamoja. Kusubiri serikali pekee ni kujidanganya. Sasa, ili kurahisisha hii kazi yote ya pamoja, KWM wameunda chombo jukwaa la kidijitali. Wanakualika wewe unayenisikiliza, utembelee tovuti yao www.wantamnotwantam.com. Hii ii ni nafasi ya wewe kuungana na watu wengine kutoka kaunti yako. Fungua akaunti na anza kushiriki mawazo yako. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya kubadilisha malalamiko yako ya faraga kuwa mipango ya pamoja. Sawa, hebu tuliangalie hili jukwaa kwa undani kidogo. Lina tofauti gani na mitandao mingine ya kijamii? Tofauti ni kubwa, kwa sababu lengo lake siyo drama wala mabishano yasiyoisha. Lengo lake ni ujenzi. Lengo la wantamnotam.com liko wazi. Hii sio sehemu ya kupiga soga za siasa za uchaguzi ujao. Hapana. Hii ni kama washa ya kidijitali, ni kiwanda cha suluhu, mahali ambapo Wakenya wanaweza kuja na mawazo ya kujenga, kuunda vikundi vidogo vya utekelezaji na kushiriki maono yao ya jinsi wanavyotaka kuona maeneo yao yanavyokuwa. Lengo ni moja, kutafuta suluhu, sio kuzalisha matatizo zaidi. Na hapa kuna kitu muhimu sana. Hili jukwaa sio soko. Lina sheria kali. Sheria zenyewe ni rahisi. Hakuna matusi, hakuna ukabila hakuna chuki hakuna drama. Hii ni muhimu sana ili kuhakikisha mazungumzo yanabaki kuwa ya kujenga. Yaani wanataka kuondoa kelele zote ili watu makini waweze kusikilizana na kupanga kazi. Ni jukwaa kwa ajili ya watendaji, sio watukanaji. Mwisho wa siku, ujumbe wote wa KWM unaweza kufupishwa katika nukuu hii. Ni kukubali kwa unyenyekevu kwamba matatizo ya Kenya ni makubwa mno hakuna kabila moja au kundi moja linaweza kuyatatua. Lakini, na hili ndilo la muhimu zaidi, ni tamko la matumaini kwamba tukiungana hakuna changamoto itakayotushinda. Nguvu yetu iko katika umoja wetu. Kwa hivyo mpira uko kwako sasa. Wito wa mwisho kutoka KSMW ni wa moja kwa moja. Wakati wa kusubiri na kulalamika umekwisha. Zamu yako ya kutenda imefika. Nenda sasa hivi kwenye www.wantamnotam.com, fungua akaunti yako. Ni bure na ni rahisi. Utaona kaunti zote 47 zimeorodheshwa. Tafuta kaunti yako na uanze kuchangia mawazo, hata kama ni wazo dogo. Wazo lako linaweza kuwa ndilo hasa linalohitajika kuanzisha mabadiliko unaotaka kuona. Kabla hatujamaliza, KWM wanatuachia picha hii halisi ya hali ilivyo: nchi inavuja damu, watoto hawako shuleni, hospitali tupu, ajira hakuna. Lengo la picha hii sio kukuvunja moyo, la hasha. Ni kukukumbusha uzito wa hali iliyopo, ni kukuamsha usingizini na kutayarisha jukwaa kwa swali moja la mwisho, swali muhimu kuliko yote. Na hapa ndipo kila kitu kinaishia kwenye hili swali. Baada ya yote kusemwa na kufanywa, jukumu la kuibadilisha Kenya kulingana na KWM haliko tena mikononi mwa wanasiasa pekee liko mikononi mwako, wewe unayenisikiliza. Swali sio tena nani atatusaidia. Swali sasa ni wewe, utajitokeza? Uko tayari kufanya sehemu yako, hata kama ni ndogo? Basi ndivyo tunavyofika mwisho wa uchambuzi wetu wa leo. Hoja kutoka Kenya Wantamnotam Movement iko wazi: umoja katika vitendo ndio njia pekee ya kusonga mbele. Asante sana kwa kusikiliza podcast ya Kenya Wantam Notam Movement na usisahau tembelea www.wantamnotam.com na uwe sehemu ya suluhu. Asante.